Ni kwa akili, kama kanisa imba kwa akili, ni muziki unasomewa. Kuna kichuo cha tasuba pale, nenda kasoma pale tasuba pale peleka, anaimbisha kanisa akasome tatasuba. Nimekwenda pale tasuba, nimewaona ni wataalamu kabisa, nenda kasome pale. Msiokota okote tu mtu ambaye mnajua tu kwamba huyu mchangamfu anasimaili vizuri sana ndio aende pale, watu kufanya nini pale? We don't come to smile here, we come to worship God and God himself, hatuko sema kusimaili hapa. Mtu anafukuza inzi mnasema ana, anaimbisha ana, tupe moto wa uhai. Kuna inzi hapa, kuna inzi hapa! Nenda mtu akajifuze kule, apige biti sawa sawa. tupe moto wa uhai ulio wakazamanisa tufukuze, tupe moto wase